Uh, mambo vipi, mpenzi mtazamaji wa Zantime Media? Aa, karibu tena katika platform yetu ambapo tunazungumzia vitu tofauti tofauti, tunakutana na wadau tofauti tofauti na kuongea vitu tofauti tofauti. Leo hii tuna very exclusive story. Tuna mtu mtu mtu na nusu ambaye amekuja kutembelea katika studio zetu. Yeye ametengeneza ngoma yake kwa upendo kabisa. Ameamua kuichawanya na kufanya ngoma kwa ajili ya Mheshimiwa Hussein Mwinyi. Kwa leo tutakwenda kuzungumza naye tuone kitu gani kilimvutia mpaka akaona kwamba dedicate ngoma yake kwa Mwheshimiwa Hussein Mwinyi. Bwana, karibu sana asante sana. Asante Jisikie upo nyumbani. Nashukuru sana uongozi mzima, nashukuru sana. Ah, kwanza, tukufahamu, mtazamaji wetu anataka akujue, unaitwa nani na unatokea wapi na unafanya nini okay? Mi jina langu kamili Juma Ramazan, Juma Ramazan Ali Simpambo, katika jina langu la sanaa ni Juse Mpalestina. Hilo ndo jina langu la sanaa. Okay, Juse Mpalestina, unaimba mziki wa namna gani? Ya yeah, mziki wangu mimi namna ya rege. Unaimba rege? Rege ya sweet rege, na si mziki wa rege tu, niko tofauti tofauti, niko tofauti tofauti, lakini kwa idea niliyoipata na kazi ya kuifanya ya mheshimiwa ni mziki wa rege. Okay. unaimba rege labda. Hmm. nikuulize kitu eh, hebu sikia hiki kitu eh. hmm. Kuna mtu alisema hivi Ningekuwa na mabawa ningeruka kama ndege. Unaweza kutuambia huyu mtu ni nani katika mziki wa rege? Ya huyo ni Justin Kalikale -Kale. Justin Kali -Kale, na mpiga rege namba moja Tanzania huyu jamaa. Of course nakuja kwenye kujenga swali langu Ye, yeah. Yeah. Justin Kalekale ndo ambaye alikuvutia wewe kuingia katika mziki wa rege au kipi kilikuvuta kuingia katika mziki wa rege? Uh, si yeye alinivutia, lakini kikubwa zaidi kwamba niliona maazi yake ni mepesi, yani katika idea yangu, ili niweze kupita, lakini wapo wengi waliofanya rege wako nje huko na nini na nini lakini maazi yake ndo alinivutia na mimi nikapata hisia ya kutengeneza, lakini si kwa kusema kwamba ati asilimia kwa mia ninamkubali sana. Um. Okay. Kazi yako ya mwanzo ambayo umerikodi na kabla hujarelease yeah. Ukaamua kwamba hapana, hichi ambacho nimekifanya ni kitu kimoja kizuri ambacho wasikilizaji wa mziki wakisikia wataona kabisa kwamba kwenye ulimwengu wa mziki wa rege Tanzania hmm, kuna kitu kimekuja, lakini ukaamua kwamba hapana, msijitazame mimi, hebu nimwangalie kwanza mheshimiwa rais uh, ni dedicate hichi kitu kwake yeye. Unaweza ukatuambia ngoma hii ilikuwa inaitwaje na umerekodi wapi? ya yeah, hii <coughs> ngoma ni ya rege, mazi yake kama yale ambayo ndio ile lotect mpaka ngaza kumtengezea na mheshimiwa pia. Hii ngoma inaitwa Bora ungesema. Mm, Bora ungesema hii ndio afasi ambayo nimerekodi pale Nungu kuna studio moja. Jina nitoka mm. kidogo. Hii ni studio ya mwenyewe ni Mjerumani mama mmoja Kijerumani anaitwa Mama Kiba. Mjerumani maarufu sana Nungu. Ambao ulu pale ukifika, kuliza Mama Kiba Mama Kiba. Basi moja kwa moja unapelekwa mpaka studio yake. Okay, unaweza ukatupa hata kwa uchache, hata mistari miwili au mitatu ya kile ambacho ulikiimba katika bora ungesema? ya yeah. Nawezekana yes. Hebu tupe kidogo, manake mtazamaji ambaye anakutazama sasa, ndio. Mona eh? anajiuliza kama pengine ninavyojiuliza mimi nini kilikukuta mpaka ukasema bora angesema? Lakini hebu tusikie kwanza kilichokuwemo ndani ya bora angesema. Yeah. bora ungesema, mapema ungesema, bora ungesema kuliko kuntema. Mapenzi yananitesa mie, ndiyo yananitesa mie, mapenzi yananiumiza mie yananiumiza mie mapenzi yananitesa mie yananitesa mie mapenzi yananiumiza mie yaa. Pole sana bwana, yasikutese sana yasikuumize <laughs> sana. Lakini mzee, ulitendwa au ni idea tu ilikuja kichwani? Yani hapa bwana, ndugu mtangazaji, kuna mambo mengi yalinishawishi, pia ni ikanigia hisia kama hii ya kutengeneza hichi kitu, kwa sababu mi ishanikuta hiki kitu, na ndio maana nikaandika. Na ukaandika kwa hisia, na ndio maana ilikuwa nyepesi sana, kwa sababu kichwa tayari kilishaanza kuathirika na nini. Kwa chepesi sana kwa sababu hata huyu ambaye alikuwa naye hapo mwanzo, kama atakuja kuniona tuseme na mazungumzo yeah, ninaongea hatuweza kuamini yani, hawezi kuamini kabisa. Uh, kazi nzuri, ina hisia, inagusa lakini, yeah, kipi kili kusukuma ukaona, licha ya kazi nzuri ulioifanya uifumue halafu uitoe zawadi kwa Dokta Mwinyi, kilichofanya baada ya hii kazi ya mwanzo ya bora? Ungesema kwa sababu zote kwangu mimi niliona kama maumivu, zote kwangu mimi niliona kama maumivu huku bora ungesema maumivu nikiangalia na usinijenga maumivu, kwa sababu mzee anafanya kazi, mzee anafanya kazi. Of course pamoja na kufanya kazi, lakini kuna baadhi ya unajua, eh e, ukubariki nabii na watu wote ushafahamu. Ndiyo. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe katika hotuba zake kuna watu wanamsema mabati na nini, ile mwenyewe inajulikana na yeye mwenyewe analizungumzia. Kuna wengine watasema magorofa lakini unakuta ni kitu ambacho akipendezi kwa sasa, na mimi sasa zika na zika na njia sasa nyingi, kwa sababu kiukweli Zanzibari, mzee ameitengeneza kwa muda mchache, yaani kaitengeneza kwa muda mchache na kafanya kazi nzuri kutizama yeye na pamoja uongozi wake kwa ujumla. Kakubali yote ambayo hadi kaamua kuyasikia na asikia, lakini anavumilia, lakini wote ndio wako wake akuweza kusema kwamba ah, sehemu fulani bwana, wananizungumzia kitu fulani, ah, au kanda fulani na taarifa, kwa sababu ana watu ule of course no, na kwa hizo taarifa zote watu wanampa hawezi kusema ah, sehemu ile pale nitakuwa siwezi kufanya hivi, hakuwa vile, hiyo yuko chaamini tu yeah. Kiangalia mabarabara kapiga akakata tu, wapi kakata, angalia masoko hayo ya kimataifa, kiangalia jumbi kuelekwe ni masoko ambayo wanaweza mzungu akaingia mli ndani bila kutoa dosari ya eneo. Tukiangalia Chuini Shafamwe, vitu vile Zanzibari sasa hivi ndo vinaonekana, lakini sio Zanzibari kipindi kile. Sasa, sasa hivi hivi ya useni Mwinyi iko vizuri mzee, hmm. kwa sababu hata ukiangalia hizi over tumekaa tunajionea na tunasubiria hatimaye itakuwa vipi. Eh, hey, kapunguza msongamano kwa sababu kule ikwe ya sasa hivi sio ile. Ukiangalia amani sio ile kwenye injection zote hizo. Vile vitu vya kule kwa nafanya Mzee Magufuli vile. Lakini kwa mwenyewe kaviweza naye yaani kuvifanya kwa mikono yake. Kupoteza muda wake. Lakini yote kwa sababu ala yake anawapenda. Sasa zozote zote mimi kanijea hisia. Sio na? Ndio. Kwa nini unapenda kitu alafu kile kitu kidogo kinakuwa kina, kina msukumu. Ndo vile nimempenda mtu hivi Afrika, kuna msukumu, kwa hiyo siezikazi najirudia nikafanya na hii kazi ya mzee pia. Okay ah, mtazamaji wa Zantime Media. Leo katika studio zetu za Zantime Media tupo na mpalestina ambaye yeye anafanya music na anafanya mziki wa rege, ambapo ameamua kufumua nyimbo yake ya bora, ungesema na kuamua kuitunuku kwa mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi. Hapo ulipo kwanza, subscribe ili utupe support, tuunge mkono, dondosha comment kwenye comment yako, tuambie next program ungependa tuzungumzie nini Ungependa aje nani? Ungependa kusikia nini? Lakini ili tufike mbali zaidi, usisahau kushea video zetu. Aa, juse tuna, tunarudi kwako. Ndio. Matarajio yako ya kimziki katika mziki wa rege na kipindi tulichokuwa nacho cha kuelekea uchaguzi mkuu, unahisi mziki wa rege una nafasi katika jamii ambayo inaelekea katika uchaguzi mpaka uka dedicate ngoma yako kwa mheshimu wa rais, lakini ikiwa katika mdundo wa rege. <coughs> Yeah, ina nafasi yeah, ina nafasi exact kabisa, kwa sababu mziki wa rege una maazi mengi sana, yaani una, una mchanganyiko aina nyingi sana kwa sababu kama muziki uliotengeneza mimi ni wa reggae sweet, shafahamu? Yes. Ni ambao unaweza ukadance kwa style yote, na waheshimiwa ndio watu wazima. Unacheza ile, simaanishi kucheza nini nini ya, yani muziki uliotengeneza huo, ndugu mtangazaji, kama mwenyewe mzee anakaa akausikiliza, unamfaa sana wakati anaingia katika mkutano wake, ukaipiga ile ile, mm, ngoma yangu na wakati anamaliza pale mkutano wake, anataka kuondoka ili kuanza hizo vurugu zingine za singeli, sijui nini nini nini, vurugu mechi, ukaipiga tena ile, inakuwa safi sana kwa sababu hata wenyewe wanaweza kukaa kwenye viti, waka wana henki hivi. Unajua tena watu waheshimu mheshimu, anaweza akafunga kibwebwe akatoka kwenye kiti, sijui vile vurugu nini. Ah, a, hamna kitu kama hicho. Sisi tulibakia hata tunaweza kucheza michezo kama hiyo, miziki kama hiyo, lakini mdundo kama huu lotengeneza mimi mbona yes. Ah, unakunja nne kichwa kina yenki ah, mzee unamfaa, unamtosha zadi, nzito sana lakini, ndio usikupata nafasi pale kumnilichelewa dirisha kupitisha pale nilichelewa okay. um. uh, unaweza ukatupatia hebu na hata kionjo kwenye hii ngoma, mm-hmm. Yeah, ya Dokta Mwinyi. Of course, inawezekana inawezekana, kwa sababu kitu changu mwenyewe akinishindi tupe ladha basi kidogo mwenyewe. Huseni jenga, Zanzibar jenga, Huseni jenga, Mungu atakulipa. Huseni Mwinyi nampenda mie. Nampenda mie Mama Samia, nampenda mie, nampenda mie Hussein Mwinyi, nampenda mie, nampenda mie Mama Samia, nampenda mie, nampenda mie. Zanzibar ya sasa sio kama ile. Zanzibar ya sasa si Zanzibar ya kipindi kile. Tumempata kiongozi useni wa kweli, majirani zetu huita bani, yani pindu chali. Walosema mabati mabati wako wapi? Walosema mabati mabati mbona siwaoni bwana? Uh, kazi nzuri. Uh, kwa kweli mimi nabakia speechless Yeah. Kwa sababu so, kazi inajieleza kazi, yeah, inajitosheleza. Uh, hongera sana mtazamaji uh, wa Zantime Media Ashkuru. Ikiwa hujapata kuisikia original version ya Dr. Hussein Mwinyi Jenga basi, ni vizuri ukatembea katika platforms ambazo baadaye hapa tutazitaja Unaweza ukaipata hiyo kazi na ukaweza ukaisikiliza. Ni kazi ambayo imeshiba katika kila upande. Sisi ambao tumepata nafasi ya kuisikia, basi tuna admit kwamba kweli kuna kazi hapa ime, imefanyika. Uh, turudi kwenye mziki wa rege ambao wewe umeuchagua. mm -hmm. baada ya miaka ile ambayo kalekale amepotea katika mziki wa rege akawa hasikiki mm -hmm rege kama vile Tanzania imepotea. Hmm. Wewe ni kijana ambaye unakuja sasa kuiamsha tena jamii ya kitanzania kusikiliza mziki wa rege. kesho yako katika mziki wa rege unaiona wapi? Yeah. Kwa kesho yangu, kwa sababu hakuna mtu anijua kesho kwanza, eh. Kiukweli kujua kesho kwamba itakuwa hivi utakuwa hivi hakuna anayejua, lakini naona kuna fursa, fursa ipo, kwa sababu kila mtu na kitu chake. Naona kama vile wasanii wakubwa wakubwa makina Diamond hao, na mazi yao na miziki yao wenyewe, flavor hizo, kina nani, kina nani. Usifikirie watu wote washabiki labda wako kwenye upande ule wa mziki, kuna ngini mashabiki lakini choice yao, kwamba mziki fulani ushanifahamu, lakini wanashindwa kuzungumza mziki huu na hivi tutaupata vipi, wanashindwa kwa hiyo. Of course, ukiweza kufanya kitu ukakipa msukumo, basi mi naimani kinafanya vizuri na vizuri, vizuri. Uh, uko mbele utafanya vizuri vizuri, inshallah. uko na management au unafanya kazi mwenyewe peke yako? kwa Mm, sasa hivi ndio sijakuwa na management ambayo ya kusema kunipa supporta, ile supporta kikweli kweli kwamba hivi yeye, hivi yeye, hivi yeye, hapana. Nilikuwa tu na watu watu tu hivi watu tu, lakini unakuta kwamba si kama nishawahi kutumia gharama zao hao watu Of course, sijawahi kitu chochote kutoka kwaku kwangu mimi, labda kuhusu ijm yangu, na wanafahamu sijawahi. Je, nani yuko nyuma yako ambaye anakupa msukumo kwenye kazi zako? Labda wa kwanza, naweza kusema ni studio hii hapa hapa hapa, sasa hivi hapa sasaiapa kwa msukumo Mm, kabisa kabisa. Ah, vizuri. Kifuatiwa na meneja yangu mwingine mdogo, rafiki yangu ule Abasi mm, Abasi hapo okay. Mimi bwana okay. Nitoe pongezi kwa director wetu wa Zantime Media ambaye yeye ndo ameanzisha hichi kituo na lengo lake ni kusaidia jamii kupata kile ambacho walikuwa wanakikosa lakini pia kuwapa exposure wasanii na watu mbalimbali ambao wanafanya mambo kwa ajili ya jamii. Yeah. Kwa hiyo of course, hapa sasa tunaona vision yake ilikuwa ni kubwa sana. Aliona kwa jicho jengine kwamba katika jamii kumbe kuna watu wana uhitaji wa hili jambo, lakini pia nisiwe mchoyo wa fadhila kwa meneja wako, meneja basi, kwamba na yeye anapambana kuona kwamba kijana wake unatoboa, kaa kwa kwa kwa ya mjini, yani kwa hapa mpaka yeah. kufika hapa yeah. yeah. Uh, of course muda wetu unatuacha mkono. Uh, lakini mziki sasa hivi unauzwa katika digital platforms katika hizi social medias like, uh, <coughs> YouTube na TikTok. Uh, wewe una unatumia labda platform ipi na kazi zako zitapatikana kwenye platform ipi? Ah, okay jina, yeah yeah, jina nitotumia ni Jusem, Palestina, ukiingia pale YouTube Insta, TikTok Palestina. Mm. FB, mpalestina of course utanipata okay. Mm. Bwana Mtanzania ambaye unaangalia video hii usiwe mchoyo, basi hebu tembelea basi katika hizo platform, halafu tenga hata dakika tatu. Andika basi juse mpalestina, ukutane na maajabu ambayo hukutarajia kuyakuta. Uh, juse, ushauri wako kwa vijana ambao sasa wanachipkia kuja katika katika mziki uh, wewe una kipi cha kuwaambia? Ni cha kuambia labda maybe wakazani tu kwa sababu kuna changamoto nzito sana. Yaani changamoto kwenye masuala ya sanaa ipo nzito sana. Hakuna sanaa ukapita kiwepesi wepesi tu, kwamba ukapita kama unapita njia. Kwa sababu kama mimi hapa, changamoto unazokutana nazo ni changamoto yaani changamoto nzito shona. Kama sasa hivi hapa mtaani wengine wanasema hivi wengine, ah, we mapenzi bwana anakutesa wewe unaki ah, toloja mapenzi anakutesaje bwana hivi na hivi. Mwingine ah, e, atakuwa anasema mwanangu, ah, ngoma nzuri tu ile ah. Manake sometimes nakaa na simu yangu, yangu, na nani yangu mwenyewe nakuwa na na trend nasikiliza mwenyewe, wapi hapa nipokosea wapi, labda hivi, ili nipate zile viewers kwa watu tu kwanza. S sasa kuna wengine wanakukatisha tamaa wapo akukatisha tamaa kweli. Sasa kushakuwa na akili ile, ukikatishwa tamaa na ukakata tamaa, huwezi kuenda wewe yeah. Angalia tu jambo lako unafanya vipi, kwa sababu hapo nyuma kaba sikufikiria kufanya hii kazi shafaa, nilikuwa na watu wengi marafiki, lakini sasa hivi nilikuwa nafanya fanya hii kazi nini, washikajizi wengine nakutaa, wengine wapendi wa sio na ah, jamaa limadai matofali huyu tu. Sasa hivi ah, uh, support ni ah, manangu mimi inabidi, uh, niende nenda sen fulani nipe kampani twenzetu pale, naenda media fulani kuonana na mtu fulani ile. uh, sasa ndo vipi una uh, mimi sina nauli, tunaenda na miguu tu hapo tunakata uh, manangu mimi na kazi yangu hivi na hivi, na, hivi na hivi, mtu anafikiria kile kipande. Yaani shughuli yako wewe ushanifahamu, unataka kuifanya mwenzako anaifikiria kwamba bwana, hapo ile shughuli yake yeye. Mimi ni mtu ambapo kwa mguu mpaka nifike zangu darajani, yani toke kuleko kwa mguu mpaka darajani, nauli anamshinda kumbe, kule unamfuata mtu ambaye mtu usha organize naye kitu kwamba hivi supporti flani nani, ah kupeleki. Sasa wewe mwenyewe mwenye jambo lako ndiyo ndo inabidi, maanake kuna marafiki wamegeuka kuwa haters baada ya yeah, kuona unachokifanya. Ah, bwana. Yeah, mimi nikupe pole kwanza, lakini pia nikupe hongera kwa maamuzi ambayo umefanya na kazi ambayo umeifanya, lakini pia nikushukuru kwa kututembelea Zantime Media. Zantime Media bwana, ni kituo ambacho kina wa favor mm, eh, watu wote sisi hatubagui msanii mm, ni msanii Okay. Awe, sisi hatubagui kwamba kuna huyu wa juu sana huyu wa chini sana hawezi kupata nafasi. Kwa hiyo sisi tunatoa fursa kwa kila mtu. So jisikie Zantime ni nyumbani kwenu at any time, ikiwa una chochote ambacho unataka kiende kwenye jamii, usisite kutu, kututembelea. Okay. Sawa awe? Yeah. Awe. Mtazamaji um, wa Zantime Media uh, hadi hapa ndo tunafikia ukingoni wa programu yetu ya leo, ambapo leo tulikuwa tunazungumza na Jusem Palestina, ambaye yeye ni msanii wa music ya reggae, ambaye aliamua kufumua ngoma yake na kuitoa kwa ajili ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Hivyo basi usiache kwenda kuisikiliza, ukaona nini ambacho Jusi alitaka kifike kwa Watanzania, ili wale ambao walikuwa hawakijui basi nao waweze kusikia waweze kukijua. Lakini sisi tunapata nguvu kutoka kwako wewe, mpenzi mtazamaji Tunapokuwa tunafanya hizi kazi, na nguvu yako sisi utatupa kwa kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Dondosha comment chini tuambie, basi kipindi kinachokuja ungependa kukutana kitu gani? Mpaka kipindi chengine ambacho kitafuata, Bye.